Wa Dr. Chris Mauki hapa na hii ni channel ambayo imebadilisha maisha ya watu wengi sana katika maeneo uh, yafuatayo: katika eneo la familia, ndoa, malezi uh, mahusiano na maendeleo binafsi, yani personal development. Kama bado huja subscribe channel hii, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe na kile kile picha kengele ili tuweze tukiwa tuna upload videos ambazo zina mlengo wakwako, basi uweze kupata notification na, na, na kuzipata. Leo naomba nikufundishe topic ambayo inasema maamuzi yatakayokulazimu kuyafanya maishani. Maamuzi, decisions, maamuzi yatakayokulazimu yani, maanake kwenye maisha kuna maamuzi ambayo utake usitake itakulazimu Kuyafanya. There are some decisions that you must have to make. Lazima utayafanya. Sasa ni vizuri ukaelewa maamuzi haya kabla hujajuta, kabla hujajuta, ni vizuri ukaelewa kabla hujajuta. Sasa uh, maamuzi yako matatu kwenye maisha. Kuna nyakati utafanya maamuzi ya kuto kufanya kitu chochote. Utakuwa kwenye ndoa, kitu kitatokea, utakwambia fanya maamuzi, amua hichi, alafu utasema siamui kitu chochote. Nao huo ni uamuzi, uamuzi wa kuto kufanya kitu chochote, decision to do nothing. Kuna nyakati kwenye kazi, kwenye biashara, utafika point, utakutana na njia panda ambayo inakuhitaji ufanye maamuzi, lakini kiukweli huwezi kufanya maamuzi yoyote, there is no way ya kufanya maamuzi, unabaki kusema i have nothing to do. Kwa hiyo kwenye maisha, maamuzi ya kwanza utakayofanya ni kufanya nothing, kuto kufanya chochote. Maamuzi ya pili ambayo utajikuta unalazimika kuyafanya maishani ni kufanya maamuzi ya kufanya kitu fulani kidogo, lakini atunaita maamuzi madogo Small small decisions, small decisions, maamuzi madogo haya. Ni maamuzi ambayo unaweza kuyafanya kwenye maisha na hayana impact sana, hayana matokeo makubwa sana, hayana mabadiliko makubwa sana, na unalazimika kuyafanya. Hayana madhara makubwa hata ukikosea, tunaita small, small decisions, na haya maamuzi pia utayafanya kwenye maisha yako na maamuzi ya mwisho, maamuzi ya tatu ni maamuzi utayofanya, tunaita maamuzi magumu, maamuzi makubwa, maamuzi magumu, hard decisions. Ni maamuzi yenye impact kubwa kwenye maisha yako, maamuzi yenye mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, maamuzi yatakayokuletea maumivu na machozi kwenye maisha yako maumivu yatakayo kutenga na watu ma maalum watu muhimu sana kwenye maisha yako. Utafanya, ziko nyakati utafanya aya. Ukiona unaishi muda mrefu na hufanyi maamuzi magumu, una tatizo, kuna shida kwenye maisha yako. Kuna nyakati utafanya maamuzi ya kuacha kazi, sehemu ambayo unaipenda kwa sababu tu ya sababu fulani. Kuna nyakati utafanya maamuzi magumu ya kumuacha mtu aende, unayempenda kuna nyakati tunafanya maamuzi magumu ya kumfanya mtu kumlazi, kulazimika kumsahau mtu ambaye mmeachana na ulimhitaji kwenye maisha yako, na ana watoto na wewe na watoto wako wanamuita baba au wanamuita mama, na bado inabidi muachane. Kuna nyakati tutafanya maamuzi magumu ya kuruhusu kiungo fulani kitoke, kitolewe kwenye maisha yako kwa kuweka saini, au mtu fulani afanyiwe operation ya mbaya kwa sababu ni mke wako au ni mume wako au ni mtoto wako, ukasaini maamuzi magumu, au mzazi wako. Kuna nyakati tunafanya maamuzi ya kuchagua baina ya ndugu na familia yako, ni maamuzi magumu kwenye maisha. Utafanya haya maamuzi ya aina tatu, lazima utafika point. Utafanya kuto kufanya maamuzi yoyote, deciding nothing; kufanya maamuzi madogo, small decisions na kufanya maamuzi magumu making hard decisions. Kuwa makini na mwenye hekima katika kujua ni uamuzi gani ufanye wakati gani, kwa sababu ukikosea, hivyo nayo itakupeleka kwenye maamuzi mabovu. Naitwa Dr. Chris Mauki.